Ikiwa leo ni miaka 64 ya uhuru wa Tanganyika, e, askofu wa dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera Dr. Benson Kalikawe Bagonza anatupitisha kwenye tafakari yake ya kina. Sasa na nukuu chote alichokiandika: Tanzania haikuwahi e, kuwa koloni Uhuru ni wa Tanganyika. Miaka 64 imepita tangu Tanganyika ipate uhuru kutoka kwa mdhamini, yani Uingereza. Mkoloni wetu wa kweli alikuwa Mjerumani. Kiwalisia, mdhamini na mkoloni walikuwa ni walewale wale. Leo tarehe tisa ya mwezi wa kumi na mbili 2025 tumeisherekea siku ya uhuru tukiwa uani bandani mnyororoni na ndani. Tofauti yetu na walioko Keko, Ukonga na Segerea ni ndogo. Wanakula kwa kengere, tunakula tukisikia njaa. Tutafakari yafuatayo. La kwanza, Tanzania ilizaliwa mwaka 1964, kwa hiyo haikutawaliwa na mkoloni toka Ulaya. Leo tunakumbuka uhuru wa Tanganyika isiyokuwepo, lakini ardhi na watu wake vipo. Kama Zanzibar wamepumzika leo, ni kwa ajili ya ujirani mwema. La pili, watu wengi hawana shida na Tanzania, wana shida na Tanganyika. Tanzania ni tunda la Tanganyika. Kama Tanzania ina shida, itafute kaburi la Tanganyika. Mbona tunaendaga kwenye kaburi la baba wa taifa? Jambo la tatu, uhuru hauna hesabu kilo mita, kimo, kina, wala nyuzi joto. Uhuru ni utu, heshima, thamani na tunu yetu. Viongozi na watawala wetu wana ruhusa ya kulinda na kuongeza tu. Jambo la nne, tofauti za mitazamo kuhusu uhuru ndio utajiri wetu waasisi wetu walilenga tupate uhuru wa kujieleza, kukusanyika, kuabudu na kujitawala. Barabara, shule, reli, ndege na mwendo kasi ni matunda ya uhuru, si uhuru wenyewe. Tusirogwe kulinganisha vitu na uhuru wetu. Jambo la tano, kama tusivyotaka mataifa mengine kutuamlia mambo yetu, ndivyo tusivyopenda watumishi wetu au viongozi kuupunguza uhuru wetu kwa kisingizio chochote. Hatukuwakataa wakoloni kwa sababu ya rangi zao, tulikataa matendo yao yaliyokuwa yanatunyima uhuru na kutufanya tukae bandani kama kuku. Jambo la sita, waasisi wa taifa hi ili waliutafuta uhuru wetu bila kumwaga damu, waliudai bila woga. Kuogopwa ni sifa na hulka ya mkoloni. Viongozi wetu waikatae sifa hii. Taifa huru ni watu huru. Tulipokataa ukoloni, tulikataa na hofu iliyoletwa na ukoloni. Hatuwezi kurejesha hofu bila kurejesha ukoloni. Uhuru na hofu ni maadui wa milele. Jambo la saba: maridhiano yanahitaji uhuru. Bila uhuru, maridhiano yanatawaliwa na ndio kutoka upande mmoja na hapana kutoka upande wa pili. Mazingira haya yamelazimisha kizazi cha serikali yenye ujuzi mdogo katika kukabili hoja na migogoro. Tamaa ya ushindi ni, ki, eh, ni kilevi. Jambo la nane kuadhimisha tukiwa tumefungiwa majumbani, huku mitaa imejaa maaskari kama tuko vitani, ni ushahidi wa kushindwa kukabiliana kwa hoja na makundi yafuatayo: la kwanza, wapinzani; la pili, jumuiya ya kimataifa; la tatu, wapinzani ndani ya vyama vya siasa hasa ndani ya chama tawala; la nne, kizazi kipya yaani Gen Z; la tano, jumuiya za kiimani; la sita, asasi za kiraia; la saba majirani zetu na kadhalika. Ukiangalia kiwango cha uvunjifu uvujaji wa siri, siri kimya cha Watanzania kusema sauti waliokuwa kimya na mwangwi kutengwa kwetu kama taifa unaona ombwe kubwa katika uweledi wa kukabiliana kwa hoja. Tisa, tabia moja ya utawala usiokuwa tayari kabiliana na maridhiano ni kuchelewa kufanya maamuzi na kutegeana katika kufanya maamuzi. Matokeo yake ni kutumia suluhisho la juzi kwa tatizo la leo. Msingi wa maridhiano yote ni kuweka silaha chini, minyororo yote chini, malango ya magereza yawe wazi, madaraka yote yawe chini, isipokuwa mamlaka kumi Wajaruo wanafundishwa kuwa si kila uhalali wa kisheria unaendana na kukubalika. Tumefanya uchaguzi kisheria, lakini kukubalika kwake kunaojiwa hata na waliosimamia uchaguzi uliokosa uaminifu na uangalifu. Serikali sio malaika na malaika sio serikali. Serikali, bunge na na mahakama ni mali ya wananchi. Wasikilizeni, msikilizeni washauri, maana wako kwenye ajira. Mkichelewa siku isiyo ya leo, Mjaluo atajifunza Kiingereza. Ni tafakuri ya Askofu Kalikawe wa Kalinda, mkuu wa Kanisa la Kiinjili na la Kilutheri, Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera.